Nikapata fursa ya kukutana tena na Pauline Mapenzi ambaye tulipezana tangu miaka ya sabini, tulipokuwa darasa moja Kizurini Primary. Ni zamani sana eh. Hebu niambie tangu, nilikuaje? Kwanza mimi nilikuwa vipi? Mimi? Wewe basi ulikuwa mtu kutu kweli eh, eh, eh, kwa sababu yaani tulivyokuwa tuko wadogo, huyu Lolani huyu ni jirani. Tulikuwa jirani, tunaishi jirani. Sasa sasa alikuwa yeye kazi yake, tunakuja tunacheza kule kwetu mpaka jioni, time ya kuoga e, bado yacheza eh, mamake anashautu kutoka huko kwao Lolani. Alafu Lolani ndio yani, kwanza kama kuna pikwa chapati kule kwetu eh, haendi <laughs> ha, hata usingizi hu anaambiwa sasa, si ukalale, anasema asisikii usingizi. Kwa hivyo tulicheza naye, tulikuwa watoto tukiwa pamoja tulikuwa pamoja tukasoma nasari kule social hall, alafu tena tukasoma Kizurini primary school huko, ali 70s huko nafikiri. Kwa hivyo tukapoteana hivyo mpaka tumeonana tena leo. Ni siku njema kabisa, yani tumekutana leo, tunaona tumekuwa wazee sasa. Sasa, unamkumbuka vipi Raila Odinga? Raila Odinga, mimi namkumbuka kama ni shujaa shujaa kabisa katika nchi yetu, yani amepigania ya huu uhuru wa Kenya. Kwa hivyo mimi nasema nashukuru kwa sababu ya kazi yake nzuri iliyofukua, na hata leo tumeona tumepata fursa angalau kwenda kufariji jamii, maana hata maandiko unasema sasa, heri kwenda kutembelea wagonjwa, mayatima, mkalie nao. Kwa hivyo ni fursa hii leo tunaenda kukutana na familia, kwa hivyo mimi nimeshukuru kwa nafasi hii ambayo nimepata katika wengi nimeona nimepata nafasi ya kuenda katika hiyo safari ya mambo ya ha, utamaduni ulianza lini? Utamaduni, utamaduni nawe mimi basi, utamaduni nilianza kama mchezo mchezo hivi, nikafunga ndoa. Sasa ile kufunga ndoa nikavaa mahando, nikatwanga kachanga kuni, sasa watu walipenda sana ile, ilikuwa ni kama drama, lakini sasa ndio ikabidi maisha wa. Sasa waharusi sasa wakija nataka kama vile vyako ulivyovaa kwa hivyo ikabidi sasa nianze kama kazi. Hando moja tu nilikuwa nimeenda kulikodisha mtu hapa sasa. Hilo hando moja likanifanya mpaka saa hii na mahando karibu hamsini. Maana unaona unatengeza bibi harusi na best maid, wanataka wasimamizi wengine, wanataka ni wanaenda kucheza mwanzele wao, wanataka mahando na vishutu. Basi nikaona hii hali imekuwa yani hata imekuwa ni biashara naitegemea, hata imebidi nifungue duka kwa ajili ya mambo ya kitamaduni. Kwa hivyo mimi nauza vitu vya kitamaduni kama mafumo ndonga, e, miteo, mbuzi za kunia nazi, vifumbu, yaani niko na vitu vingi. Maharusi huwa napamba maharusi, nafanya decoration ya kitamaduni cha Kimijikenda na hata Kiafrika kama Kinigeria pia huwa nafanya. kwa hivyo na naalikwa kwa mashughuli mengi mengi sana. E, kwa hivyo nashukuru sana wa utamaduni. Hivyo basi, tunaendelea na safari, safari ndefu sana, kutoka Kilifi mpaka Bondo, tunapita kaunti nyingi sana e, yote haya ni kwa ajili ya kumwenzi mwenda zake Raila Amolo Odinga. Coco FM, ladha ya Pwani.